Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri, tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa, na kwenye habari za biashara takuwa na enizi ya Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari: wagonjwa wa macho mkoani Mbeya watakiwa kupata tiba zilizothibitishwa kitaalamu. Serikali kupitia wizara ya elimu yatangaza kuanzisha mpango wa mikopo nafuu kwa wabunifu nchini. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Marekani nchini Yemen yaua watu 74. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie uko jijini Mbeya, ambapo tunaelezwa kuwa baadhi ya wagonjwa wa macho mkoani Mbeya wanadaiwa kutumia tiba mbadala hali ambayo inawaweka katika hatari ya kupata upofu ama uoni hafifu kutokana na tiba hizo kutothibitishwa kitaalamu. Taarifa Daniel Simarta, kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Mganga mkuu wa jiji la Mbeya Daktari Isaya Mwasubila amesema hayo wakati wa uzinduzi wa kambi maalum ya matibabu bure ya macho iliyoandaliwa na taasisi ya True Trust kwa kushirikiana na The Bilali Muslim Mission of Tanzania. hizo tiba mbadala ambazo wanazitumia zina utaalamu uliothibitishwa yani, hazijathibitishwa az, az, kitaalamu, kwa maana usalama wake kwenye sehemu zote. Unajua jicho ni kiungo mojapo sensitive sana, ina mishipa ina mishipa ya fahamu na mishipa ya damu. A, zile dawa da za kienyeji au ambao tunasema tiba mbadala, ukizitumia kwenye jicho zinaweza kasababisha hata usipo, usione kabisa katika maisha yako na hata tukafanya operation tukaishia kuondoa jicho. Sasa ukifanya hiyo yote unaishia nini? Unakuwa na ulemavu wa kutokuona mpaka mwisho wa maisha yako. Kwa hiyo ni watake wale wanaenda kwenye waganga kienyeji, wanatumia tiba mbadala. Wengine unakuta tu ameambiwa na baba zake, bibi zake, babu zake, tumia dawa hizi zitakuponya. Hakuna dawa nyingine za kuponya kwa matatizo ya macho zaidi ya kutumia utaalamu huu kama alioleta mheshimiwa spika. Mbunge wa Jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Axon amesema wananchi wote waliofika katika kambi hiyo watapatiwa huduma, huku mmoja wa madaktari bingwa akieleza kuwa watatekeleza yale yote walioahidi. Kwanza kabisa walipokuja hawa ndugu zetu waliweza kuhudumia zaidi ya watu elfu tano mpaka wanaondoka na watu ambao walifanyiwa upasuaji, wengine wa changamoto mbalimbali za macho, wengine walikuwa na mtoto wa jicho, wengine walikuwa na changamoto zingine za ukungu na mambo kama hayo upasuaji watu kama mia mbili sitini hivi. Kwa hiyo mwambie yote, mwenye tatizo usiwe na wasiwasi, wewe uwe we na utulivu wako, tayari hapa kwa ajili ya kuhudumia, na unahitaji miwani, utapewa miwani na hawa. Uzuri wewe miwani waliokuja nayo, ikitokea imeisha, wanaagiza mingine kuiridhia kwa... baada ya kuona upendo wake mkubwa kwa wananchi wa Mbeya. Asante sana speaker, sisi tumekuja kutekeleza yale ambayo tumekuahidi na tutahakikisha tunayatimiza ambayo yale malengo ambayo tumeyaweka. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamekuwa na haya ya kusema: namshukuru mheshimiwa Tulia Ackson kwa kutuletea huduma hii. Ni kweli tunateseka sana na macho hasa kwa, kwa mimi hapa Victoria nimeteseka sana na ninateseka sana sana sana sana. Wengi ambao wamekuja mahali hapa ni siku ya kwanza, lakini watu ni wengi sana, akiashiria kwamba watu wengi wana changamoto ya macho na si kwamba hakuna huduma za afya, huduma za afya zipo, lakini tukiangalia kwa hali ya uchumi walionao wananchi wengi wa hapa wanasema hawawezi kumudu gharama za kutibiwa macho. Kwa hiyo hivyo, kutokana na huduma hii inapotolewa bure, watu wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kupata huduma. Nikiripoti kutoka jiji la Mbeya, mimi ni Daniel Smeta TV Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Dar es Salaam imewatoa shaka wakazi wa jiji hilo na Watanzania kwa ujumla juu ya ujenzi wa daraja la Jangwani na kusema kuwa ujenzi huo umekwisha anza kwa mkandarasi kuanza ujenzi kwa karakana ya kuhifadhia vifaa vya ujenzi huo. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeyo. akizungumza jini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila amesema tayari mkandarasi yupo kazini akijenga karakana kwa ajili ya utunzaji wa vifaa vya ujenzi, hivyo amewataka wananchi kutokuwa na shaka juu ya ujenzi huo ambao unakwenda kuwa suluhisho la mafuriko eneo hilo. Sanjari na hayo, Chalamila amezungumzia mpango wa ujenzi wa barabara jijini humo kupitia mradi wa DMDP, ambapo amesema wakandarasi wengi wameshaingia kazini na amewahakikishia wananchi kuwa kwa barabara ambazo bado ujenzi haujaanza, ndani ya muda mfupi wakandarasi watakuwa kazini. Tutakumbuka kwamba mwaka jana waziri wa ujenzi alitoa taarifa katika siku aliyotualika ya kusaini mkataba wa ujenzi wa daraja la Jangwani. Lakini siku chache zilizopita, wananchi kadhaa wamekuwa pia wakitupigia simu kwamba daraja halijaanza kujengwa. Naomba nitoe taarifa kwamba sasa mkandarasi amekwishaanza kujenga camp ambapo atatunza vifaa vyake kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Lakini kama mnakumbuka pia, daraja hilo lilitolewa ufafanuzi mzuri na waziri wa ujenzi na sasa waziri pia wa ujenzi anaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba mkandarasi anaanza kazi hiyo haraka kwa mujibu wa taratibu. Na kama mnakumbuka pia, alipewa miezi michache, sio zaidi ya miezi karibu minne au mitatu ya kumobilize resources, wakati pia anasubiri kulipwa kitu kinachoitwa advance payment. kwa ndugu waandishi wa habari, kuhusu daraja la Jangwani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa dhati kwamba mwaka huu daraja hilo litaanza kujengwa na pengine palipo majaliwa, hakitakuja tena kuwa kilio na malalamiko makubwa kwa Watanzania wa Dar es Salaam. Aidha, amezungumzia suala la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu na kusisitiza kuwa licha ya tofauti za kisiasa zilizopo, mkoa utaendelea kuwa salama kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi, na kwamba kila aliyejiandikisha mkoani humo atapiga kura kwa amani na utulivu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, tunaweza tukafarakana na tukapoteza malengo ya taifa letu. Kumekuwa pia kuna malalamiko mengi ya kutaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa, za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo kuwa na uchaguzi, moja wa huru na haki, mbili wa kidemokrasia, ili mwisho tuwe na serikali itakayokidhi vigezo vya utawala bora, yani good governance indicators ambazo mojawapo ni kupitia chaguzi zitakazokuwa za huru na haki na kadhalika. Hata hivyo, kupitia mkutano huo ikiwa ni sehemu ya utaratibu wake wa kutaarifu umma kupitia vyombo vya habari, mkuu wa mkoa huo amezungumzia mpango wa biashara saa 24 na kusisitiza kuwa uwepo wa bandari, uwanja wa ndege wa kimataifa, kituo cha mabasi cha Magufuli, umeme na soko la Kariakoo ni nyenzo muhimu katika kufikia lengo la biashara saa 24. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi, Mwanamvua Mrindoko, amewataka wazazi, walezi na viongozi mbalimbali wa dini na serikali kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto na kuwajenga vijana kiimani, jambo ambalo litasaidia kuwaepusha na vitendo vya uhalifu vitakavyosababisha uvunjifu wa amani nchini. Neema Useni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Ni ibada maalumu kwa ajili ya kuliombea taifa kuendelea kuwa na umoja, amani na mshikamano, ikiwa ni pamoja na kuwaombea viongozi wake, ambapo maombi hayo yalifanywa na madhehebu mbalimbali ya dini zote. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba wewe, ni wa walimwengu wote, wewe ni wa huruma, tunakuomba kwa baraka zako na neema zako, tunakuomba umlinde rais wetu, umpe afya, umpe kicho la tatu na wagonjwa hospitali o tuombe. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako sana wakati kama huu kia, tukiwaleta wagonjwa wote walioko hospitali na walioko nyumbani. Mimi nakwenda kuombea familia zetu. Bismillahirrahmanirrahim rahmani rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie sisi kina mama tuweze kuwa ni watu wa kufikisha mema katika jamii zetu. Mwenyezi Mungu tujalie dini zilizonyoka katika jamii. Ibada hiyo ilihudhuriwa na mkuu wa mkoa wa Katavi, Mwanamvua Mrindoko pamoja na viongozi wengine wa chama na serikali ambapo katika hotuba yake Mrindoko amesisitiza amani na malezi bora kwa watoto. Malengo ya wa kukutana hapa ni kuombea amani na kuombea umoja na mshikamano katika nchi yetu ya Tanzania na pia katika mkoa wetu kuombea viongozi na kadhalika. Basi niendelee kusisitiza, pamoja na maombi tuliyoyafanya hapa kama nilivyosema, tukitoka hapa tukaendeleze maombi na tuchukue hatua zinazostahili za kuhakikisha kile tunachokiomba basi sisi wenyewe tunaishi kwa kufuata hayo. Lakini pia maadili yakiporomoka kwenye jamii, na yenyewe pia yanaweza kapelekea uh, mvurugiko au uh, kuvunjika kwa amani vijana wetu, watoto wetu, tusipowafundisha vizuri, tusipowalea vizuri, wakajua umuhimu wa amani, wanaweza wakajiingiza katika vitendo viovu, wakajiingiza katika uhalifu, wakajiingiza katika makundi mabaya, wakaingia katika mambo ambayo tunafahamu kwamba hayo sio maadili ya Kitanzania, na baadaye wakatumika vibaya katika kuleta machafuko au kuvuruga amani ya nchi yetu. Aidha, Mrindoko amewataka wa wananchi wote mkoani Katavi kutoa taarifa za uhalifu zinazopelekea uvunjifu wa amani ili kuendelea kuufanya mkoa ubaki salama. Asante sana Neema, kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Iringa Harry James amewaagiza wasimamizi na wajumbe wa bodi za jumuiya ya watumia maji wilayani humo kuhakikisha wanaongeza usimamizi wa rasilimali maji kwenye maeneo yao ikiwa ni pamoja na kujiepusha na tabia ya kupokea fedha za malipo ya maji mkononi ili kuepuka kuingia kwenye mtego wa matumizi mabaya ya fedha za umma. Shalom Robert kutoka Iringa ana taarifa zaidi. Mkuu huyo wa wilaya amesema mtumishi yoyote ambaye atapewa madaraka ya kusimamia mali hizo anapaswa kujiepusha na tabia ya kupokea ankara za maji mkononi, kwani kwa kufanya hivyo kunahatarisha matumizi mabaya ya fedha za umma na ni kinyume na taratibu za fedha. Makusanyo yoyote ambayo ni kinyume cha mfumo wa fedha kupitia kwenye control number ni kinyume cha sheria na ni kosa. Mtumishi wa umma au mwakilishi wa mamlaka ya utumishi yoyote ya serikali anayekusanya pesa mkononi anatafuta matatizo ni lazima fedha zote zinazoletwa kwa maana ya ada ya huduma michango au mengine yote yanayo sekta yetu ya ya maji lazima yapite kwenye mifumo tuliyopewa. Naye meneja RUWASA mkoa wa Iringa mhandisi William Tupa amewakumbusha wananchi kuendelea kutunza miundombinu ya maji pamoja na kulipa ankara za maji. Sasa niwaombe wananchi tuiunge mkono serikali kwanza kwa kutunza miundombinu ya maji ambayo tunajenga na imeshakwisha kujengwa maeneo yao, lakini pia wahakikishe sasa zile maji ambayo wanapatikana wanayalipia, kwa sababu serikali imetengeneza ankara ambazo ziko ndani ya uwezo wao Hakutu... kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia 2019 tulianza zoezi hili kubwa la kuhakikisha jamii inaelewa kwamba maji lazima uchangie. Tunasema unachangia kwa sababu gharama ni ndogo ambayo kila mtu ana ana uwezo nayo. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa ya kutoa elimu kupitia ngazi mbalimbali Hadi mbali. Tumeanza ngazi za mkoa. Mtazamaji, agizo hilo limetolewa katika kikao cha pamoja kilichowakutanisha wadau wa maji wilayani Iringa. Asante sana Sharon kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Arusha, Joseph Mkude, amewataka wafanyabiashara wa mkoa wa Arusha kuhakikisha wanatumia uwepo wa fursa za maendeleo ya teknolojia ili waweze kukuza biashara pamoja na kuinua uchumi wa mkoa huo kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Goodluck Msolla ameandaa taarifa zaidi. Mkude ameyasema hayo wilayani Arusha wakati wa uzinduzi wa chapa ya Yas na Mix by Yas kwa mkoa wa Arusha, ambapo amesema uwepo wa mabadiliko ya teknolojia unawalazimu watu wote kuendana kasi hiyo hasa kwa eneo la wafanyabiashara ambalo linahitaji teknolojia na ubunifu ili kukuza fursa za uchumi. Kwa miaka mingi sasa, tumeshuhudia jinsi teknolojia inavyoendelea kubadilisha maisha ya Tanzania na kuongeza fursa za kiuchumi hapa nchini. Leo kupitia uzinduzi wa chapa hizi mbili, yani Yas na Mix by Yas tunashuhudia si tu mageuzi ya kimwonekano bali pia ni mageuzi ya kimtazamo, mbinu na dira katika kutoa huduma bora zinazogusa maisha ya kila mtanzania kwa namna ya kipekee. Kwa upande wake kaimu mkurugenzi wa kampuni ya Yas kanda ya kaskazini Daniel Mainoya amesema uzinduzi wa chapa ya Yas na Mix by Yas katika mkoa wa Arusha mwendelezo wa mabadiliko ya falsafa katika eneo la kidijitali ili kuleta mapinduzi ya sekta jumuishi za kifedha kazi ambayo wameifanya kwa zaidi ya miaka 30 sasa yes ni mwelekeo mpya wa kidijitali ni chapa inayolenga kuwawezesha vijana wafanya biashara wadogo wafanya biashara wakati wakubwa na kila mtanzania anayetafuta fursa za kujikwamua kupitia teknolojia na huduma bora za kifedha. Kupitia Yas tunajenga jamii inayoweza kufanikisha ndoto zake kupitia suluhisho rahisi, nafuu na za kisasa. Naye mkuu wa kitengo cha wateja wakubwa kutoka kampuni ya Yas, Anthony Lelo, amesema kwa sasa kampuni ya Yas inatoa mikopo hadi ya shilingi milioni mbili kupitia simu kwa mtu mmoja mmoja, sanjali na kuwezesha huduma nyingine za malipo kwa makundi mbalimbali wakiwemo wakulima ili kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi wa taifa. Asante sana Gudula Kimsola kwa taarifa hiyo. Kufuatia mitaa mingi iliyopo kata ya Njombe mjini kukosa ofisi za mitaa, viongozi wa kata hiyo wameweka mikakati ya kulipa fidia kwa wananchi na kupata viwanja na kisha kujenga ofisi mpaka ifikie hapo mwaka 2030. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Mwenyekiti wa kikao cha baraza la kata kata ya Njombe mjini kilichoalika wadau mbalimbali wa maendeleo, imeelezwa kuwa katika mitaa tisa ya kata ya Njombe mjini ni mitaa sita pekee ina ofisi za mitaa hali yanayokwamisha ufanyaji kazi kwa wenye viti wa mitaa ndani ya kata hiyo. Lakini hoja yetu kubwa ya sasa ni kukimbizana na hiyo ofisi ya mtaa ikaweza kuisha, kwa sababu wananchi hao pale wakifika kwa siku na kutendaji, anaweza kuhudumia zaidi ya wananchi 150 wanakuwa na foleni ya kukaa nje, hata kama mvua inafanya inanyesha. Kwa hiyo mlango, wananchi wamefika mpaka kupaua, lakini wanakosa bati na madrili yangefungwa yale, lakini wananchi wanaweza kufanya tukaimiza, wakamalizia. Tunaweza kuchangia hela, sio? Wasadwa FM <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pamoja na changamoto hiyo, wenye viti wa mitaa kata ya Njombe mjini wameeleza changamoto ya kukosa shule za sekondari na barabara. Mtaa nayo ina changamoto kubwa ya barabara. Lakini tunashukuru sana kwa busara pia za mheshimiwa mbunge ametupa majibu mazuri kwamba barabara zetu hizi ni mradi ambao umechukuliwa na benki kuu changamoto, benki ya dunia changamoto, iliyopo ni halmashauri tu ya mji waweze kuwapa watu fidia wale ambao nyumba zao zimesogea barabarani. Hivyo basi kupitia kama kaini, nikuombe mheshimiwa mwenyekiti, utakapokuwa kwenye kikao beba kama ni moja ya agenda kukumbushia halmashauri kuwapatia watu fidia ili na sisi barabara hizo ziweze kutangazwa katika tenda ya awamu ya pili. Diwani wa kata ya Njombe mjini Bwana Aratanganyagawa akizungumza na vyombo vya habari mara baada ya kikao hicho ameeleza mikakati ya kusukuma maendeleo katika kata hiyo, huku mtendaji wa kata hiyo akiweka wazi siri ya kuibuka washindi kwenye mashindano ya usafi wa mazingira kitaifa kwenye mtaa wa Sido. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa, kwa hali ya barabara hapa mjini, ni hali ni nzuri, barabara nyingi zinapitika isipokuwa wana wana viongozi pamoja na wajumbe wa kikao wangetamani pengine barabara zote ziwekwe lami, lakini majibu yanayopatikana ni kwamba mchakato wa kutengeneza barabara kwa kiwango cha lami unahitaji muda. Sababu wananchi hawaonewi, wanatendewa haki na wanajua swala la usafi ni tabia ya mtu. Kwa hiyo ni lazima watu tufanye usafi. Kwa hiyo siri ya ushindi, uongozi shirikishi na hizi kamati ndogo ndogo tunazoziunda za afya na mazingira kwenye mitaa ndio zinazofanya Shinde. Kata ya Njombe Mjini, kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, ina takribani watu 37,900, hali inayosababisha miundombinu kushindwa kuendana na idadi hiyo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey fre Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Kamati ya ustawi wa jamii kutoka Baraza la Wawakilishi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujiandana kuanza kutoa elimu ya bahari kwa kuwekeza katika kupata wataalamu na mitambo ya kisasa ya kutoa elimu ya bahari katika visiwa vya Zanzibar. Taarifa zaidi na Gudluck Msola akizungumza baada ya kutembelea na kukagua vifaa na mitambo ya kufundishia wanafunzi katika Chuo cha Bahari Dar es Salaam, DMI. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Sabita Filfiltani, amesema ni muhimu kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikaweka nguvu kuanda katika kuandaa walimu, vifaa na mitambo ambayo itawezesha chuo hicho kuwa miongoni mwa vyuo bora katika eneo la bahari. Ziara hasani ya masomo, ili kuweza kuishauri serikali yale maeneo ambayo wenzetu wameyafikia, ili kuweza na sisi kwenda kujiandaa katika maeneo, lakini kubwa kubwa kuwajengea uwezo watendaji ambao tunasema watakuwa ni walimu wa chuo hicho, sambamba watendeo na hapa na vifaa bila vifaa, hii kazi haiwezi kufanyika, kwa lazima tujipange katika maeneo mawili, kwanza eneo la pili, vifaa pia taaluma kwa wale wakufunzi kwa ajili ya vijana wetu ambao watakwenda kujiunga na chuo hicho. Kwa upande wake, katibu mkuu wizara elim ya elimu na mafunzo ya mali kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Hamisi Saidi, amesema serikali imedhamiria katika kukuza uchumi wa buluu, hivyo itahakikisha inajenga chuo hicho kwa haraka ili kuwezesha kuzalisha wataalamu wa kuweza kuhudumu katika sekta ya uchumi wa bluu. Chuo hiki sisi wizara ya elimu na mafunzo ya mali ndicho ambacho tunachokiratibu kupitia mradi wa SEBEB, ambapo sasa hivi tuko katika hatua za michoro, hatua za kutafuta wakandarasi na mambo mengine. Kwa hiyo ni ziara hii ina umuhimu mkubwa, wakati mnapokwenda kudizaini kile chuo, manake lazima mutembee katika vyuo kama hivyo ili kuweza kujifunza ili msifanye makosa. Na wakurugenzi na watendaji wametupa mashirikiano mazuri, kwa maana tumeona maeneo mbalimbali mbali ambayo wanafunzi ambao wanatumia. Kwa hiyo tumepata na sisi cha kwenda kuishauri serikali. Naye mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam Profesa Tumaini Gurumo amesema chuo cha bahari cha DMI kimeendelea kukua na kufikia kutoa elimu kwa viwango vya kimataifa kufuatia uwekezaji unaofanywa na, na serikali hasa katika manunuzi ya vifaa na mitambo ya kisasa. Unapokuwa na taasisi kama hii, kwa sababu ina usimamizi wa kimataifa. Tunazo taasisi za kimataifa ambazo zinatusimamia chuo cha bahari Dar es Salaam, ikiwemo taasisi iliyothibitishwa na IMO, uh, shirika la bahari duniani, ambao kwa kifupi inaitwa DNV Det Norske Veritas, ambao wao wanaangalia viwango vya ubora wa elimu ya mabaharia tunayoitoa hapa chuoni, na mbali na hapo, pia lazima kuwe na usimamizi wa ndani ya nchi ambapo kwa sisi chuo cha bahari Dar es Salaam tunasimamiwa na TASAC. Hao ndio wanaotazama mitaala, wanatazama viwango vya ubora, namna gani tunawafundisha hawa vijana, na kwa sasa hivi uh, tunaona chuo cha bahari Dar es Salaam kimeendelea kupanuka zaidi kwa sababu wanafunzi wanakuwa wengi zaidi, udahili unaongezeka tumefikia wanafunzi elfu tano mia tisa sasa hivi, wakati miaka mitatu iliyopita minne tulikuwa wanafunzi elfu moja na wanafunzi elfu moja mia tano Ziara ya kamati ya ustawi wa jamii ni sehemu ya mafunzo kwa viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ili kujiandaa kuanza kutoa elimu ya bahari kwa kujenga chuo cha bahari Zanzibar kuendana na mpango na mikakati ya serikali ya kukuza uchumi wa buluu. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari: serikali kupitia wizara ya elimu yatangaza kuanzisha mpango wa mikopo nafuu kwa wabunifu nchini.